Wageni waalikwa, faru weupe wa watatumika kutoa elimu kwa jamii na umma juu ya usimamizi wa uhifadhi wa faru, kuendeleza tafiti zitakazotoa matokeo yatakayoboresha sayansi ya uhifadhi wa wanyama hao, kukuza na kuendeleza uhifadhi. Ndugu wageni waalikwa, ninatoa rai kwa wananchi, wahifadhi, wadau wote na vyombo vya ulinzi na usalama kushiriki kikamilifu katika kuhakikisha faru wanaohifadhiwa kikamilifu waendelee kuhifadhiwa vizuri kikamilifu kwa faida ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho, na ndio maana tunasema tumerithishwa, tumerithishwa. Mradi huu unatekelezwa kwa mara ya kwanza hapa nchini kupitia makubaliano ya Wizara ya Maliasili na Utalii na kampuni ya And Beyond. We want to appreciate And Beyond, we say thank you very much

na usafirishaji wa faru 18 kutoka Afrika Kusini kwa awamu ya kwanza, na awamu ya pili tunategemea pia kupokea faru 18 ili kufikisha faru 36 kama ilivyo kwenye makubaliano. Faru weupe baadaye watawekwa katika eneo la hapa Ngorongoro na kuhifadhiwa nchini. Ndugu wageni waalika, niseme tu kwamba mradi wa upandikizaji wa faru weupe nchini ni wa kwanza, na taarifa zinaonyesha kuwa ni miaka mingi tangu mabaki ya faru weupe kupatikana katika eneo la Ngorongoro. Faru weupe kama ilivyo faru weusi ni moja ya kundi la wanyamapori ambapo wapo hatarini kutoweka, Endangered species, na hivyo kuorodheshwa kwenye makundi ya wanyamapori na mimea inayolindwa na mikataba ya kimataifa na mkataba wa kimataifa wa biashara ya wanyamapori na mimea iliyo hatarini kutoweka inalindwa na Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES. Hivyo ili kuwalinda wasitoweke duniani, baadhi ya nchi kama DRC Congo, Kenya, Rwanda na nchi zingine zimeweka juhudi katika kuwalinda na kuwahifadhi faru weupe ambako wamepandikiza, pamoja na kuwa si asili yao, wamepandikizwa huko. Kwa nchi yetu, serikali kupitia wataalamu wa uhifadhi ilifanya utafiti na kujiridhisha kuwa wanyama pori hawa wanaweza kwa kweli kustahimili katika mazingira yetu bila kuathiriwa na ustawi wa na bila kuathiri pia ustawi wa wanyamapori wengine. Kwa niaba ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr Samia Suluhu Hassan, kwa uongozi wake wa kimaono na dhamira yake thabiti katika uhifadhi wa maliasili, kujitoa kwake katika kuimarisha urithi wa asili wa Tanzania na kukuza ushirikiano wa kimataifa katika uhifadhi na kuendelea kuhamasisha na kuleta mafanikio katika mradi huu ya kupigiwa mfano. Pia napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Afrika ya Kusini kupitia eh, kwa Mheshimiwa Balozi wa Afrika ya Kusini nchini kwa ushirikiano wao mkubwa katika kuhakikisha mafanikio katika kuhakikisha mafanikio ya upandik upandikizaji wa faru weupe. Pia shukrani pekee kwa AndBeyond kwa kuwezesha mpango huu na Munywana Conservancy kwa mchango wao mkubwa wa kutoa faru hawa, wakionyesha dhamira yao wa ya dhati katika uhifadhi wa wanyamapori. Pia natambua mchango mkubwa na muhimu wa viongozi wa jamii kutoka Afrika ya Kusini. Traditional leaders, I wish to thank you very much. Nasema ni kuandika historia katika nchi yetu, kwa sababu wengi tunafahamu suala la kufanikishwa kuletwa kwa faru weupe hapa nchini haikuwa kazi rahisi, kutokana na kuwepo kwa vizingiti vya hapa na pale, kuanzia nje ya nchi na hata wakati mwingine ndani ya nchi yetu. Wakati mchakato wa kuwaleta faru weupe unafanyika, mara nyingi sisi kama bodi ya wakurugenzi tulitoa ushauri kwa watendaji kutokukata tamaa, kwani duniani hakuna vita rahisi. Sisi tuliotokea kwenye majeshi huwa tunaamini kuwa kwenye vita yoyote ile, mkishikamana na kushirikiana kwa nguvu moja basi matokeo ya vita hiyo ni ushindi. Leo Tanzania tunaandika historia kubwa duniani kwamba katika vita hii ya kuleta faru weupe hatimaye tumeshinda na faru hawa wameweza kuingia nchini. Ongeleni sana watendaji wote kwa kufanikisha jambo hili chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Waziri na wasaidizi wake. Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya wakurugenzi wenzangu wa bodi ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, nami pia naomba uniruhusu kutoa shukrani zangu za dhati kwa watendaji wengine wa serikali waliotoa mchango mkubwa wa ufanikishaji wa swala hili. wa bodi tuna imani kubwa na watendaji wetu katika suala zima la kusimamia ulinzi wa rasilimali zetu, na ni kuhakikishie tu Mheshimiwa Waziri, tutaendelea kutoa maelekezo ya mara kwa mara katika kuhakikisha kuwa hakuna vitendo vyovyote vya kijangili vinavyofanyika ndani ya hifadhi.